Ina waletea bismillah, mimi safari ya kuja Lamu Visiwani halafu kumkosa huyu mdudu, itakuwa wenyeji wangu wa huku Visiwani hawakunikirim vizuri. Ikramu yoyote tunaikubali, lakini ikramu asa tunayoipenda huku Visiwani ni huyu mdudu yure. Na leo alhamdulillahi wenyeji wangu wameniwekea bakuli zima nile mpaka nichoke. Alhamdulillah, ni neema katika neema za Allah. Na tunawakaribisha wale wote ambao hawajawahi kufika huku Visiwani, basi waje waonje neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ndiye mnyama ambaye Ustadh Yusuf kila akijaribu kuweza kumla hawezi kabisa na Abu Kati ktede lakini naye hawezi kula vile vile, huyo Said Yusuf, si semi uongo, nakutia ushuja, namtia ushuja ale, namtia ushuja ale. Masha Allah. Eh? Wewe sema tu bismillahirrahmanirrahim peleka <laughs> Alhamdulillah. Wallahi ni mdudu mmoja mtamu sana, na vitabu vyaeleza faida zake nyingi sana. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah aeleza faida nyingi sana, utakumla mdudu huyo, miongoni mwa faida zake, wale wagonjwa gonjwa wanaolialia, hawana nguvu za kiume.

Ostadhi huyu ni katika wale waliopea, ama ni kidogodogo kitanga changa hicho? Huyu alikuwa akupea, yaani ni mkubwa ama ni wa kawaida huyu? Salala, kitu kilipata ilolopea itakuwaje? Mdudu mtamu yako. nyama yake kuliko nyama kuku kuliko nyama bata bataich, hmm. Wallahi, neema za Allah, Allah. Sijui uko peponi kukoje, ikiwa duniani kuna wadudu watamu kama hivi mbakuli zima hili. Na rafiki yangu mmoja anaitwa Abdallah kule Zanzibar, kimwona uyuru yeye uingia kisunzi, ingia kizunguzungu kabisa, hamwezi. Hamwezi. Assalamu alaykum, niko na Ustadh Abu Ahmad hapa na Ustadh Yusuf. Naona katika, katika mambo yao Vijana wa huku washazoea kula yuru, wala hana habari na yuru hapa. Wananishangaa tu mie na ushamba wangu ninavomfakamia hapa. Hivi vijana hawana habari, wale kule wameshika nyama ya mbuzi, nyama ya kondoo, kule hawana habari kabisa na yuru. Sisi tunaonekana washamba, tunawafakamia huku. Ni kitoweo yuru huku ni kitoweo. Rafiki yangu Abdullah uliniambia, nikija visiwani mimi huwa nakuja kula mapanyabuku, sili yuru Huyu sasa hivi, wakati mimi niko na kibakuli pale, kachukua kile kibakuli. Nilikuwa nishapikiwa na kula hapa, alhamdulillah. Niko katika ukingo wa kumaliza dakika mbili nyingi hapa, nishakamatiwa mwingine. Huyu ni mkubwa huyu wakati na kati? Oh. Ni mdogo mdogo wakati na kati tu huyu. Nishakamatiwa mwingine, na hii ni neema nyingine ya kulala nayo usiku inshaallah. Kwa hivyo huku akulima panyabuku huku tunakula yuru. Na yuru wallahi ni mtamu kuliko huyo kuku wenu mnaukula huko. Na kuliko bata. Huku meta jamaa amekula kula nyama zao za mbuzi hapa. Sijui nyama za kondoo na nini hapa. Mimi sijagusa kabisa wala sina habari. Mimi bakuli langu ni bakuli la yuru ile. Ile nema kubwa. Na inshallah Abdallah takuonyesha yuru. Na utafurahia inshallah kula yuru. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.